Je, unamjua Virginia Hall, mwanamke asiye na umuhimu huyu? Alikuwa jasusi wa Kimarekani ambaye dunia imemsahau. Virginia Hall ni mmoja kati ya majasusi muhimu sana wa Marekani ambaye hakuwahi kusikika. Simulizi yake inapatikana kwenye bango la onesho ndani ya makumbusho ya CIA yaliyopo kwenye makao makuu ya CIA uko Langley Marekani, lakini haikuwa kwa ajili ya kila mtu. Alikuwa ni mwanamke mwenye kujipamba sana wakati wa vita ya pili ya dunia, anasema Janel Neises, mkurugenzi msaidizi anayesimamia makumbusho hayo. Kwa nini watu zaidi hawajasikia kuhusu Hall? Nukuu kutoka kwenye maandishi yake ya kijasusi inatoa maelezo juu ya hili: marafiki zangu wengi waliuawa kwa kuwa walikuwa wanaongea sana. Lakini sasa zaidi ya miaka sabini baada ya mlipuko wa vita huko Ufaransa na baada ya takribani miaka 40 baada ya kifo chake Virginia Hall anapata nafasi. Vitabu vitatu vimeshachapwa, filamu mbili zinatengenezwa. Mwandishi wa vitabu wa Uingereza Sonia Purnell ameandika moja ya vitabu hivyo na kitabu hicho kina anwani inayosomeka Mwanamke asiye na umuhimu na amemkejeli kwenye kichwa cha wasifu wake akiandika, na nukuu, pamoja na mengi ya maisha yake maisha yake ya awali, alikataliwa na kudharauliwa, ameandika Purnell. daima amekuwa akifukuzwa ama kupuuzwa kama mtu ambaye si muhimu au hana umuhimu, mwisho wa kunukuu. Virginia Hall ni nani? Hebu tuisikie historia yake. Virginia Hall alizaliwa kwenye familia ya kitajiri ya Baltimore mwaka 1906. Malezi yake yalimfanya aolewe na yule ampendaye. Lakini alitaka zaidi matukio ya hatari. Alipenda kujiita asiyebadilika na wakuogofya. Alipenda kuwinda. Mara moja aliwahi kwenda shule akiwa na kembe lililotengenezwa kwa nyoka walio hai. Kwa ufupi Hall amesoma katika chuo cha Radcliffe na Barnard, halafu akaenda kusoma huko Paris na kujikuta akiipenda Ufaransa. Purnell anasema Hall aliamua kuwa mwanadiplomasia na nuku, alitaka kuwa balozi, aliwekwa pembeni na idara za kiserikali, aliomba mara nyingi sana. Hayo ni maneno ya Purnell kwenye kitabu chake Mwanamke asiye na umuhimu. Hall alifanya kazi ya ukarani wa ardhi katika ubalozi mdogo wa Marekani nchini Uturuki. Lakini wakati akiwinda ndege, alijifiatulia risasi mguuni kwa bahati mbaya akapata donda ndugu, hivyo mguu wake ukakatwa kuanzia chini ya goti. Kupona kwake kulichukua muda mrefu na kupitia maumivu makali, hasa alipokuwa akijifunza kutumia mguu wa bandia uliotengenezwa kwa mbao huo ulikuwa ni wakati wa mabadiliko, anasema Craig Gralley, afisa mstaafu wa CIA ambaye aliandika kitabu chake kumhusu mwanamke huyo alichokipa anwani Hall of the Mirrors. Alipewa nafasi nyingine katika maisha na hakupenda kuipoteza. Na jeraha lake, kiukweli lilimuimarisha sana au kuamsha uthabiti wake, hivyo akawa mwenye kufanya mambo makubwa zaidi. Craig Gralley anasema wakati wakifanya utafiti wa hiki kitabu, Gralley mpiga mbio za marathon alijaribu kuiga japo sehemu ya safari hiyo na kujikuta akishindwa. Najaribu kufikiri utashi na uvumilivu aliyokuwa nao uliompeleka kufanya hii safari, alisema Gralley, si katika siku nzuri, lakini kwenye kipindi cha baridi kali na mguu wa bandia ambao alikuwa akiuburuta. Hall alipofika Hispania, alikamatwa kwa kuwa pasipoti yake haikuwa na muhuri wa kuingilia nchi hiyo. Aliachiwa uhuru baada ya miezi sita na akarudi Uingereza. Alikuwa mtu asiyetulia na kutaka kurudi Ufaransa. Waingereza walimkatalia, walihofu ni hatari sana kwake kurudi huko Ufaransa. Ijapokuwa Wamarekani walikuwa wakiongeza huduma yao ya kijasusi bado hawakuwa na ofisi ya huduma za kimkakati huko Ufaransa au OSS. Wamarekani walimhitaji Hall. Nazi nao walikuwa kila mahali, wakihakikisha wanaweka ugumu kwa mwanamke huyo kufanya lolote, anasema Purnell. akapata msanii wa kupamba uso ili amfundishe jinsi ya kuchora makunyanzi kwenye sura yake, anaeleza Purnell kwenye kitabu chake Mwanamke asiye na Umuhimu. Pia alipata daktari mzuri sana wa meno kutoka London akayachonga meno yake ya kimarekani na kuyafanya kuwa meupe kama ya muuza maziwa wa kifaransa. Safari ya pili ya Hall kule Ufaransa mwaka 1944 na 1945 ilikuwa ni ya manufaa zaidi kuliko hata ile ya kwanza. Aliwapa mbinu wapiganaji wa upinzani kuvunja madaraja na kuhujumu treni. Waliviweka pamoja vijiji kabla ya majeshi ya muungano hayajaingia ndani ya Ufaransa. Je, unapenda kuendelea kusikiliza historia hii ya Virginia Hall, mwanamke asiye na umuhimu? Basi, usisite kusubscribe chaneli yetu ili kupata sehemu zinazofuata. Karibu, ni mimi msimulizi wako Richard Mwambe.